Inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile ambapo kwa chaneli hizo utapata nafasi ya kusoma neno la Mungu na kuendelea kuimarika watu wa Mungu. Tusali tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba unatuwezesha kukutanika, watoto wako, tunakuomba ye Yesu, tusamehe dhambi zetu na makosa yetu tuliyo nayo. Damu yako Yesu Kristo ituoshe, ili Bwana tuweze kuwa safi sawasawa sawa na mapenzi yako. Tunakuomba Roho Mtakatifu, e Bwana katika neema yako iliyokuu tusaidie kuweza kusoma neno lako na utusaidie kuweza kulielewa, katika jina la Yesu Kristo tuseme amen. Wapendwa, siku ya leo tunaenda kusoma kitabu cha Hosea ile sura ya tano na ya sita. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa tano. Sikieni haya enyi makuhani, sikilizeni enyi nyumba ya Israeli. Tegeni masikio yenu enyi wa nyumba ya mfalme, kwa kuwa hukumu hii ya wahusu ninyi; maana mmekuwa mtego huko Mispa, na wavu uliotandwa juu ya Tabori. Nao walioasi wameongeza sana ufisadi wao, lakini mimi ndiye awakaripiaye wote pia. Mimi namjua Efraimu, wala Israeli hakufichwa ni Simone; maana sasa, ee hey, Efraimu, umefanya uzinzi, Israeli ametiwa unajisi. Matendo yao hayatawaacha kumgeukia Mungu wao, maana roho ya uzinzi imo ndani yao, wala hawamjui Bwana. Na kiburi cha Israeli chamshuhudia mbele ya uso wake. Kwa sababu hiyo Israeli na Efraimu watajikwaa katika uovu wao; Yuda naye atajikwaa pamoja nao. Watakwenda na makundi yao ya kondoo na ng'ombe wamtafute Bwana, lakini hawatamwona; amejitenga nao. Wametenda kwa hila juu ya Bwana, maana wamezaa wana wageni. Sasa mwezi huu uandamao utawala pamoja na mashamba yao. Pigeni tarumbeta katika Gibea na baragumu katika Rama, pazeni sauti ya hofu katika Beth Aveni; nyuma yako, e Benyamini. Efraimu atakuwa ukiwa siku ya kukemewa; katika kabila za Israeli nimetangaza habari itakayotokea. Halafu bila shaka wakuu wa Yuda ni kama watu waondoao alama ya mpaka; Nitawamwagia ghadhabu yangu kama maji. Efraimu ameonewa amesetwa katika hukumu, kwa sababu alikuwa radhi kufuata ubatili. Kwa sababu hiyo mimi nimekuwa kama nondo kwa Efraimu, nimekuwa kama ubovu kwa nyumba ya Yuda. Efraimu alipouona ugonjwa wake na Yuda jeraha yake, ndipo Efraimu alipokwenda kwa Ashuru akatuma watu kwa mfalme Yarebu, lakini yeye hawezi kuwapoza wala hatawaponya jeraha yenu maana mimi nitakuwa kama simba kwa Efraimu, na kama mwana simba kwa nyumba ya Yuda. Mimi naam, mimi nitararua, kisha nitakwenda zangu. Nitachukulia mbali, wala hapatakuwa na mtu wa kupokonya. Nitakwenda zangu, niparudie mahali pangu, hata watakapoungama makosa yao na kunitafuta uso wangu. Katika taabu yao watanitafuta kwa bidii. Mlango wa sita njoni, tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya; yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue, nam tukaendelee kumjua Bwana; kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua, kama mvua ya vuli inyeshwayo nchi. E, Efraimu, nikutendee nini? E Yuda, Nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema. Kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adamu; huku wamenitenda mambo ya hiana. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu, umetiwa rangi ya damu. Na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamoteavyo mtu, ndivyo kundi la makuhani waoavyo katika njia ielekeayo Shekemu; naam, wametenda mambo maovu sana katika nyumba ya Israeli. Nimeona jambo bovu kabisa huko, uzinzi umeonekana katika Efraimu, Israeli ametiwa unajisi. Tena ee Yuda, wewe umeandikiwa mavuno. Na hapo nitakaporudisha wafungwa wa watu wangu.